Usione aibu kazi unaoifanya, tuoneshe kazi unaoifanya wewe upate hela zaidi. Usione aibu. Kuona aibu kwenye kazi unaoifanya ni kumkufuru Mwenyezi Mungu. Mungu amekupa uhai ufanye hiyo kazi unaoifanya. Wakati mwingine hiyo kazi sio ya milele. Tuoneshe leo kazi yako unaoifanya, ukiwa kazini piga picha. Unaweza ukapata kazi zaidi au ukakosa kazi zaidi kwa sababu ya kuendelea kujificha. Usijifiche, kama unafanya kazi yako ioneshe kazi yako huo mtandao wa kijamii una uwezo wa kukufanikisha wewe na kukufanya ukapiga hatua kimaisha kama utakuwa sio zumbukuku zumbu au zembwela, au zembwekwekwe maanisha wajinga, wajinga, ambao hawataki kuonesha kazi zao katika jamii eti kisa wataonekanaje hakuna hakuna kazi kazi kazi kazi mbaya wala hakuna kazi chafu kazi ni kazi. ni wakati tu unaweza ukafanya jambo kwa muda wakati Mwenyezi Mungu anakuandalia daraja na njia nzuri ya kufanya beta zaidi Respect, share hii video